na leo tumepata tuzo hii ambayo kwanza ni Watanzania wote lazima tujivunie kwa sababu mfumo huu umejengwa na Watanzania na wamesoma vio vyetu hapa hapa. Kwa hiyo Watanzania tunaweza. Kwa hiyo Watanzania tumekuwa champion wenyewe wa kuweza wenye kutunza mazingira yetu. Ni mfumo ambao tumeweza kuweka ubunifu mkubwa na kuondoa makaratasi mengi sana katika ule utaratibu wote wa ununuzi, na hiki kinachosemwa sasa hivi ni kidogo. Bado tunaendelea kuboresha mfumo huu kuhakikisha kwamba unaweza ukaweka mazingira ya wa Watanzania wote kuweza kupata fursa ya ununuzi uh, katika taasisi zote za umma, na unavyofahamu kwamba kwenye bajeti yote ya serikali ambayo inapitishwa asilimia zaidi ya sabini inakwenda kwenye ununuzi wa umma. Kwa hiyo mfumo huu ndio mfumo ambao unawawezesha Watanzania kuweza kushiriki kwenye zabuni na kuweza kupata kazi za serikali. Mfumo wa NeST uh, umeleta faida kubwa hasa kwenye swala la ushiriki wa kutunza mazingira. Uh, mfumo huu umeweza kuondoa Uh, matumizi ya karatasi na sio matumizi ya karatasi tu, lakini pia mkumbuke watu wakati walikuwa naomba zabuni wanatengeneza manyaraka makubwa na walikuwa wanayasafirisha kwa hiyo tumeondoa hata ule, hata, hata yale magari ambayo yalikuwa yanasafirisha nyaraka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Nakumbuka kwamba unakuta labda mtu anakaa Goba, taasisi ya serikali iko kule mjini kule Posta, anatoka Goba na gari anasafirisha nyaraka kwenda kuwahi ku, kuwasilisha nyaraka ya zabuni kwa hiyo, hiyo ni faida mojawapo. Maana Ma tumeondoa magari yaliyoko barabarani, tumeondoa ile emisheni ambayo inasababishwa na, na petroli, lakini pia ni mfumo ambao umeongeza uwazi aa, katika ununuzi wa umma umeongeza urahisi wa kushiriki kwenye zabuni na mambo mengi, lakini pia tunapunguza muda katika ile swala la ununuzi wa umma na kuweka